Hello, habari gani Tanzania, ni wakati mwingine tena. It's another time, karibu sana kwenye In Page Podcast. Na leo kama ilivyo kawaida, tunaenda moja kwa moja katika kuongelea kitabu uh, of uh, this month, we are about talking this book, we are talking about, we are talking about this book uh, Zero to One. Na leo tuko katika kuangalizia tuko kwenye kuangalia muundo wa kitabu haswa, eh bwana, kitabu kimeandikwa kwenye muundo mmoja ambao ni a bit simple Hichi kitabu kina takriban section kumi na nne tunaweza kusema kina chapters kumi na nne kikiwa kina takriban page mia moja na thelathini, lugha iliyotumika huko ndani ni Kiingereza. Hii ni lugha ambayo ni very very simple, ambayo haihitaji hata ujuzi wa rasi simba kuelewa, it's a very simple language. Ni English ambayo unaweza kuelewa kusoma, it's very simple, yani hata mtu ambaye afahamu Kiingereza anaweza kuelewa <laughs> e, kitabu kina, ni kitabu kifupi. E, kwa ukadiria kinaweza kuwa kuna maneno takriban elfu hamsini mpaka elfu sitini ni maneno machache sana 160 pages of course kwa msomaji ambaye anaweza kujifunza kina takriban 130 pages msomaji ambaye anaweza kujifunza you can use approximately siku saba kwa msomaji ambaye kidogo ndo anaanza kujifunza ni kitabu ambacho kimeandikwa in a very very simple language English. So, nashauri kitafute hiki ukikipata, utakisoma. Kwa price tag, price tag ni hivyo, zunguka zunguka mitandaoni pamoja na maduka mbalimbali, wengi wanakiuza, bei yake ni kuanzia 18k mpaka 25k, kutegemea na mtapishaji amekitoa wapi, lakini pia kuna baadhi ambao wana tabia ya kuvi republish zao, content inakuwa ni ile ile, lakini unaweza kukuta sometimes kidogo kwa quality kanapungua. Vitabu bwana, viko vya aina nyingi, especially kuna hivyo anasema ambavyo kuna flip covers, kuna hard covers. Hizo kwa ni tofauti tofauti tu, kwa ni tofauti lakini the content is the same. So, eh, kwangu mimi unaweza kupata hichi kwa 20K. na 20K hiyo tuna kutumia mikoa mbalimbali ya Tanzania, tunatuma kwa uaminifu mkubwa mno. you can check me inbox kama unakihitaji, au kama kusema mbo, unaweza kwa sisi ukapata. So that's all for today, karibuni sana in page podcast. oh oh, naitwa Amos.